Nmtazamaji wa Trendy TV bwana, leu nikuapa kwa ajili ya update hii hapa, na hii ya leo bwana inahusiana na jambo zito kidogo ambalo lime happen this time around <muchas> ni yani kwamba Zuchu na mboso wameanza kupimana ubavu huko katika, katika mbalimbali. E, bwana hili ni jambo ambalo limewaacha watu wengi sana mdomo wazi. Watu wengi sana wamebaki kushangaa baada ya kuona kwamba Diamond baada ya kuona kwamba Diamond, e, bwana kwa vijana ambao yeye mwenyewe amewalea, lakini sasa hivi bwana, baada ya mmoja kutoka, wameanza kupimana ubavu kupitiliza. E, bwana ukipita katika peji ya Mbosso, basi utaona jinsi gani ambavyo Mbosso anavyozidi kukimbiza, lakini pia vilevile vile kwa upande wa Zuchu, naye pia anafanya kwa nafasi yake, naye pia anakimbiza kwelikweli. E, bwana wote wawili hawa wamekuwa wakitoa kazi hivi karibuni. E, Mbosso ametoa kazi zake, ambazo tunafahamu kwamba Viola pamoja na Power ni moja kati ya track ambazo zimefanya vizuri sana kwa mwaka huu wa 2025 tokea zilivotoka mpaka sasa hivi. Lakini pia vilevile vile Zuchu ameachia Amanda na hivi karibuni ametoa remix ya hiyo nyimbo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ni nyimbo ambazo zinafanya poa sana sasa huko katika streaming platforms, bwana ndipo ambapo bato ilipo. Uh, ukizingatia kwamba hawa wawili bwana wamekuwa wakishindanishwa kwa muda kidogo, kwa sababu ukizingatia ni kwamba Mbosso bwana baada ya kutoka WCB, kumekuwepo na hizi rumors ambazo zinasemekana kwamba kijana huyu ametoka pale kwa sababu ya kutokuwepo na maelewano mazuri kati yake yeye na Zuchu. Sasa tukizungumzia mafanikio ya Mbosso katika kariera yake ya muziki bwana, ni kwamba Mbosso bwana, amekuwa ni Mtanzania pekee ambaye yupo katika album kumi bora kwa sasa hivi huko Apple Music. Eh, bwana, katika upande wa Apple Music ni platform ambayo wa Watanzania wengi sio kwamba ni watumiaji sana. Kwa hiyo ukiona kwamba msanii anafanya vizuri Spotify au Apple Music, unajua kabisa kwamba msanii huyo anasikilizwa zaidi kutoka nje ya Tanzania. Hiyo Mbosso, hicho ndicho alichokidhihirisha baada ya kuachia eh, ile EP yake ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ambapo huku katika Apple Music imekuwa categorized kama album, ambapo kutokana na mafanikio ya Room Number 3 bwana, ni kwamba katika top 5 listi za album kale ambazo zimetoka hivi karibuni, basi ngoma hiyo ya, album hiyo ya, ya Mbosso imekamata nafasi ya tatu. huku nafasi ya kwanza ikiwa imeshikwa na Cardi B eh, huyu ni mwanadada kutoka Marekani eh, bwana Cardi B project yake imekamata nafasi ya kwanza huko hapo. Music hii ni worldwide by the way, kwa hiyo Cardi B bwana yuko nafasi ya kwanza kimataifa eh, na project yake inakwenda kwa jina la I Am The Drama ambayo imetoka hivi karibuni lakini nafasi ya pili bwana, huyu hapa si mwingine, hii inaitwa UY Scooty bwana, hii ni album ya Young Thug, mmoja kati ya marappers ambao wanafanya vizuri sana huko Marekani. Kwa hiyo Young Thug bwana, yeye pia project yake imekamata nafasi ya pili kwa ubora huko, eh, huko Apple Music kimataifa. Lakini sasa kitu ambacho kimekuja kushangaza watu wengi sana huku mtandaoni bwana ni kwamba eh, bwana Mbosso bwana amekamata nafasi ya tatu e, kupitia project yake ya Room Number Three, ambayo yenyewe bwana huko hapo music ndio imepata nafasi ya tatu. Kwa hiyo ni mtanzania pekee baada ya huyu Mbosso bwana hapa, wengine ni wakina eh, ni wasanii kutoka nchi mbalimbali mbali. E, kama nilivyokutajia hapo, wote nilivyokutajia hao wako ni wasanii kutoka Marekani. Umeona eh? Kwa hiyo hapa waliobaki wengine wote ni wakina Nasty C eh, bwana wakina Offset, Ghana, Paul Clement, Jack Boys eh, Jazz World eh, na wengine kibao, so mpaka Justin Bieber yupo humo, so mpaka hapo unaelewa kabisa kwamba Mbosso kweli ameweza kujiheshimisha yeye, lakini pia vile vile na karia yake kwa ujumla ya Bongo Flava huko hapo music. Lakini pia vilevile vile, ee, ni kwamba huku upande wa pili tumefuatilia pia kwa upande wa Zuchu naye pia mambo yako vipi, hususan e, ukizingatia ni kwamba Zuchu naye hivi karibuni bwana ametoka kutoa kazi mpya kabisa ambayo hii ni project ambayo Zuchu ameitoa inakwenda kwa jina la Amanda Remix. E, bwana, hii ni remix ya ule wimbo wake wa Amanda ambapo katika hii remix bwana, ni kwamba Zuchu amefanya hii kazi na mwanadada anayefahamika kwa jina la Spice. Bwana huyu Spice bwana ni mwanadada ambaye tunafahamu kabisa kwamba amekuwa akifanya e, mziki wa reggae na dancehall kwa muda mrefu sana e, wanaimwita Queen of Dancehall duniani. Kwa hiyo Spice bwana ndiye aliyefanya remix na Zuchu, na kutokana na, na Spice kuwepo humo, basi moja kwa moja pia katika streaming platform kama hizi za Apple Music, ngoma hiyo bwana imeenda kwelikweli kweli. Kwa hiyo bwana Amanda remix ya Zuchu na yenyewe nayo pia imepata nafasi ya 12 huko iTunes hivi karibuni. Aha, kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa kuna page imekuja imeandika kwamba bwana Zuchu amefanikisha jambo la kipekee baada ya wimbo wake wa Amanda remix kufikia nafasi ya kumi kwenye V charts za iTunes nchini Grenada. Kisiwa hicho kilicho kwenye bahari ya Caribbean eh, ni kwamba kando kando ya visiwa vya wind, Windward eh, karibu na Trinidad, na Trinidad bara la, bara la bara la Amerika ya Kusini. Kwa hiyo Zuchu ana na, na trendi huko katika visiwa vya South America akiwa amekamata nafasi ya 12 eh, huko iTunes. So mafanikio haya bwana, bila shaka yanachangiwa na ushirikiano wake na Spice, msanii mwenye ma mandhari e, maha mahadhi ya Caribbean, jambo ambalo e, lililoongeza mvuto wa wimbo huu e, kwa mashabiki wa nje ya Afrika. Lakini hapa, peji mbalimbali zimeendelea kuripoti kwamba Zuchu ameshirikia mafanikio hayo kwenye Instagram kwa kuandika kwamba Amanda Remix imefanikiwa kufikia nafasi ya 12 kwenye iTunes Chelsea za Grenada namba 12. B ameandika hivyo Zuchu. So hii ni ishara nyingine ya ukuaji wa mziki wa Zuchu na jinsi ambavyo anavyopata mashabiki nje ya Tanzania. Kwa hiyo salute sana kwake, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana ukyo. Hebu tuambie hapo kwenye comment section kwamba bwana Zuchu na Mbosso nane ambaye amepata mafanikio zaidi katika streaming platforms kimataifa, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Now we are